Lengo la kuanzisha chama cha siasa ni kushika dola, hakuna lengo lingine unapoanzisha chama cha siasa. Sio chama cha ngoma wala vikoba wala chochote. Sasa leo malengo yetu tunayacha pembeni, tunakuja na nahau nyingine. Mimi yamenishinda mwenzenu, haya yamenishinda kama kama Mtanzania, kama mtu mwenye uwezo wa kufikiri. Na unaposhauri ushauri haupigwi konzi, lakini leo si tunapigwa konzi kila kukicha. Sasa mi nasema hivi, mimi Susan Kiwanga niliyekuwa mjumbe wa kamati kuu miaka ishirini, niliyekuwa mbunge wa jimbo la Mlimba wa kuchaguliwa, liwalo na liwe, Chadema naipenda, lakini kuanzia sasa ninavyoongea na nikitamka kauli hii, mimi nimeachia uwanachama wa Chadema, nimeachia uwanachama wa Chadema kuanzia sasa sangapi? Saba na dakika ishirini na nne siku ya Jumanne, tarehe kumi na tatu mwaka 2025, nimeuachia wanachama wa Chadema kwa sababu nilijiunga kwa hiyari yangu mwenyewe, nauachia kwa hiyari yangu wenyewe. Nilijiunga mwezi mwaka elfu mbili na nne. Nimefanya kazi nyingi za kimkakati kuzunguka Tanzania nzima, bara na visiwani. Sasa ninasema basi, nikiwa kama mtu mzima, chama changu kilichokuwa cha zamani eh? hakiwezi kufifisha ndoto za Watanzania wote, vijana waliojiandaa kugombea udiwani, ubunge, wengine uraisi. Eti mtu mmoja tu aseme nyinyi wote basi tuwache CCM bila kupingwa? Hiyo haiwezekani. Ndugu zangu waandishi wa habari, lengo kubwa kuwaita hapa leo ni kutoa hisia zetu kwamba ni muda mrefu nimekitumikia chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, kama nilivyosema, kwenye nyadhifa mbalimbali, nimekaa ndani ya kamati kuu miaka ishirini eh, mahili kabisa tena wa kuchaguliwa na wajumbe wote wa baraza kuu nchini Tanzania bara na visiwani. Kwa hiyo ukute kwamba uwezo wangu wa kisiasa, viongozi mbalimbali wa majimbo na mikoa bara na visiwani, amini wilaya na mikoa, karibuni wa takribani wajumbe mia nne walikuwa wananichagua vipindi vinne mfululizo kuwa mjumbe wa kamati kuu kuwa mjumbe wa kamati kuu. Lakini leo kwa nini niko hapa? Labda niseme tu, tunapata changamoto nyingi sana baada ya uchaguzi mkuu wa ndani ya chama ulivyoisha tarehe ishirini na moja mwezi Januari. Kama mnavyojua, uchaguzi una makambi, huyu anamunga mkono huyu, huyu anamuunga mkono huyu. Lakini vile vile uchaguzi huu ulivyoisha, tulitegemea kiongozi ambaye yuko madarakani mpaka hivi sasa, Mheshimiwa Lissu, kwa bahati mbaya sana yuko kwenye kuta za gereza na makamu Heche hawakuweza kabisa kutuunganisha sisi wanachadema. Matokeo yake nini? Sasa ni matusi, ni kejeli, yaani mpaka mimi mtu mzima natukana mpaka na watoto wadogo Kisa nini? Kwa nini ulimuunga mkono Mbowe? Hii si siasa, kila mtu ana upande wake, lakini tuko tayari. Mimi kama mlisikia kundi la G55, na mimi mmojawapo, nia na madhumuni kuingia kwenye lile kundi ni baada ya kauli mbiu ya chama chetu, hiyo ni kauli mbiu no reforms no election, na hii kauli mbiu ilitokea muda mrefu sana miaka ya nyuma hata tunaingia kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa, hii kauli mbiu tulikuwa tunaimba, lakini tukaona huku um, tunakoenda, hii kauli mbiu, alafu uongozi wa chama unasema hii kauli mbiu ndo, ndo ndo azimio la, la chama chetu kwenye baraza kuu na mkutano mkuu. Hata nikiwapa hapa document ambaye ninayo soft copy ya baraza kuu na mkutano mkuu hakuna azimio kama hilo. Hiyo ni kauli mbiu tu kama people's power nini. Lakini no reforms, kila mmoja tunahitaji kwamba michakato yetu ya kiuchaguzi hapa nchini Tanzania imejawa giriba kubwa. Kwa hiyo tunahitaji sana mabadiliko ya sheria mbalimbali za kiuchaguzi na baadaye hata katiba ya nchi hii, ili Watanzania wachague viongozi wanaowataka katika serikali kwa uhuru bila kujali chama chake cha, cha siasa. Sasa hii kauli mbiu imeenda mbali zaidi. Chama chetu sasa hivi viongozi wetu wanasema, no no reforms, no election. Maana yake tunadai hizo reforms, lakini kwenye uchaguzi unaoenda kufanyika Oktoba hakuna kuingia kwenye uchaguzi. Uwe udiwani, uwe ubunge, uwe uraisi ni marufuku, mpaka tupate katiba mpaka tupate mabadiliko ya katiba na tupate mabadiliko ya sheria. Lakini tukiangalia tulikotoka mpaka hapa tulipo, mpaka uchaguzi sasa hivi imebaki miezi minne, tunaingia kwenye boxi la kula. Huu uwezekano kama ulishindwa miaka 30, utaweza kwenye kipindi kifupi? Kwa hiyo bado tunapambana kutafuta reforms, lakini hatuwezi kukataa kuingia kwenye uchaguzi. Sisi tukashauri chama G55 kwamba no reforms, tunakubaliana nayo lakini huko tunakoenda, hebu tujaribu tuingie kwenye uchaguzi eh? Na kama mnaona kwamba mnasema kwenye uchaguzi tukiingia tutauawa, tutafungwa, tutanyang'anywa chaguzi, tutanyang'anywa chaguzi, basi hizo no reforms tuzidai huko wakati tukuingia katika, katika box la kula. Wakasema haiwezekani, nyinyi mnao mnaopinga Ninyi mnaotoa ushauri, maana tumetoa ushauri kwa chama. Ninyi mnaotoa ushauri wa chama, ninyi ni mapandikizi ya CCM. Ninyi ni vibaraka wa CCM. Ninyi mnahongwa na CCM. Ndio matusi sasa yakaambaa nchi nzima. Matokeo yake tunaandikiwa barua wanaagiza huko kwenye matawi yetu kwamba tufukuzwe wanachama. Hasa mtu mzima kama mimi niliyokutumikia chama miaka mingi, leo tawi linaenda kunifukuza wanachama kweli? Heshima yangu iko wapi katika inchi, katika nchi? Kwa hiyo hizo karaha moyo unakaa hauna amani. Chama nilicho kijenga mwenyewe, viongozi wengine niwaingiza wenyewe wanachama chama, leo unapokea vitu kama hivyo, kwa kweli katika moyo inakuwa ngumu sana kuhimili haya mambo. Ni wachache sana wanaweza kuhimili hiyo mikiki, lakini matusi, kejeli na kusingiziwa mambo mbalimbali, mimi kwa kweli kama mtu mzima, nikasema hapana. Sasa tuka hapa, tupe mikakati ya kwenda kuingia kwenye uchaguzi kwa kuzuia uchaguzi, wanasema hivi kama mlimsikia hata mwenyekiti wetu, siku ya kupiga kura tuwahamasishe wananchi vijijini kote na mijini waingie barabarani wakafanye maandamano ili kuzuia uchaguzi. Kasema huo sio mkakati. Kama mnasema tukiingia kwenye uchaguzi tutauawa, uchaguzi ni wa kikatiba ya nchi. Leo twende tukauzuie hivi, tutapona jamani? Tutapona si ndiyo? tutaenda kuuawa na kufungwa, sijui watakuwa na mawakili wangapi kutu, kututetea sisi nchi nzima na aina ya watanzania kama nyinyi mnavyojua, si rahisi watakuingia kwenye mikutano watanini. Mfano mmoja ni pale Mbinga, mwenyekiti wetu alivyokuwa amekamatwa na polisi. Kuna mwananchi mmoja, wote wale walichukua jiwe hata kupiga polisi, watu wakatawanyika, wengine walisahau mpaka viatu, na mwingine alisahau mpaka mziki wake ukawa unaendelea kuimba tu. Sasa leo tunaenda kuzuia uchaguzi kivipi? Kwa hiyo tunaona kwamba tutapata mateso bure mwaka huu tutawaachia CCM waingie kwenye uchaguzi wapite bila kupingwa. Dkt. Slaa juzi kasema yeye, mkalale tu nyumbani.